Naitwa Abraham Shashu natoka ofisi ya msajili wa mashirika ya yasiyo ya kiserikali iliyo chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum. Tumefanya ufuatiliaji wa mashirika yanayotekeleza miradi mbalimbali ya uendelevu, na katika mkoa wa Iringa, tumetembelea mashirika ambayo ni RDO la Mafinga Ilula Orphans iliyopo Ilula na shirika la Lebao Kids. Katika ufuatiliaji huo tumeweza kutambua miradi inayotekelezwa kwa mashirika, lakini lengo kuu ilikuwa ni kuandaa e, documentary ambayo ita, itaonyesha hiyo miradi lakini dokumentari hiyo itumike kama tathmini ya mkakati wa uendelevu wa mashirika ya yasiyo ya kiserikali uliozinduliwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Majaliwa mwaka 2022. Kwenye utekelezaji huo wa mkakati Mheshimiwa Waziri Mkuu aliagiza mashirika yote kuhakikisha na mkakati wa uendelevu wa shughuli zao, na kwa upande wa Iringa na naweza nikakiri kwamba shirika la IOP kwa mashirika tuliyotembelea ni shirika ambalo limefanya vizuri. Nimesema limefanya vizuri kwa sababu gani? Katika mkakati wa uendelevu, mashirika mengi yaliamua kuchagua aina moja ya mradi, naweza kukuta shirika limejenga jengo la ukumbi au lina shamba tu la kilimo, lakini kwa ye, Shirika la IOP ni tofauti, limekuwa lina miradi mbalimbali katika sehemu ya elimu kwenye wanatekeleza, wana shule ya msingi, wana shule ya sekondari, lakini pia wana chuo cha ufundi ambacho kinaweza kuhudumia jamii inayozunguka katika eneo hilo lakini tumeweza kuona sehemu nyingine ambayo ina inaongeza kipato kwenye shirika kwa kuwa wana Highway Cafe, ambapo katika Highway Cafe tumeweza kuona wana sehemu ambayo inatoa huduma za fedha, sehemu ya vinywaji, ukumbi kwa ajili ya shughuli na restaurants, lakini na duka. Kwa hiyo hii kwetu tunaona ni ubunifu hasa, pia kwa mashirika madogo yanayoanza ya yanayotegemea tege. Kwanza utekelezaji wa mkakati huu wanaweza wakachukua kama modo, lakini <coughs> mbali na hivyo vyote nilivyovitaja, tumeweza kuona nyumba ambazo zinaweza zikatumika kama rest house, zinaweza zikapangishwa na kuweza kuongeza kipato kwa shirika. Pia wana miradi ya kilimo ambayo nayo imetuimpress. Kama nilivyosema, mashirika mengine yana mradi mmoja tu wa kilimo, lakini hapa tumeweza kuona miradi mbalimbali ambayo ni zaidi ya mitano napenda kulipongeza shirika hili la IOP na kwetu sisi kwa mashirika ambayo tumetembelea mpaka sasa tumeona ni shirika la mfano na tutategemea tutapeleka ushauri kwa mheshimiwa waziri kama mwenye dhamana ikiweza atembelea aone vitu vizuri vinavyotekelezwa huku lakini pia kuweza kutambua mchango huu kwa shirika la IOP lakini pia shirika hili liwe kama mfano kwa mashirika mengine nchini ambayo yataenda kutekeleza huu mkakati, au yapo katika hatua za kutekeleza mkakati, au yanaandaa mipango mkakati wa kutekeleza mkakati wa uendelevu. Asante sana.